Jijini Dar es Salaam, katika operation iliyofanyika eneo la Sinza D, tuliwakamata Bwana Cuthbert Kalokola mwenye umri wa miaka 34 na Bi. Murath Abdallah mwenye umri wa miaka 19 wakiwa na dawa mpya za kulevya aina ya 3 stroke 4 dust methylenedioxymethamphetamine MDMA vidonge 738 vyenye uzito wa gramu 177.78 na dawa tiba zenye asili ya kulevya aina ya Roipino flunitrazepam vidonge 24 vyenye uzito wa gramu 10.03. Matumizi ya MDMA na Roipino yanaweza kusababisha kuchanganyikiwa, kupoteza kumbukumbu, shinikizo la juu la damu, kifafa uraibu na hata kifo. Zaidi ya hayo, Roipino inasababisha usingizi wa ghafla na hutumiwa katika uhalifu wa mashambulizi ya kingono na wizi. Hivyo, kufanya dawa hizi kuwa hatari kwa afya na usalama wa mtumiaji. Katika operesheni nyingine iliyofanyika Mbezi Maramba Mawili jijini Dar es Salaam, tuliwakamata watuhumiwa Jaribu Tindwa mwenye umri wa miaka 38, na Ally Meshe mwenye umri wa miaka 39, Juma Mfamo mwenye umri wa miaka 20, Rahimu Nampanda, 20 na mpanda mwenye umri wa miaka 28, Abubakari Ally mwenye umri wa miaka 20, Nurdin Rashid mwenye umri wa miaka 36 na, na Farid Rashid mwenye umri wa miaka 33 wakiwa na kilogramu 90 za dawa za kulevya aina ya skanka zikiwa zimefichwa ndani ya matanki ya solar paneli zilizokuwa zinasafirishwa kwenye basi la Falcon aina ya Scania lenye namba za usajili T372 DFK ni linalofanya safari zake kati ya Tanzania na Malawi. Mkoani Rukwa katika mpaka wa Kisesia, tulimkamata Bwana Godwin Henry mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Mbalizi, Mbeya akiwa na dawa za kulevya aina ya skanka kilogramu 244.3 zilizokuwa zimefichwa ndani ya spika, mashine za kupooza hewa, mashine za kukatia majani na vifaa vya kompyuta kwenye CPU. Vifaa hivyo vilikuwa vinasafirishwa kwenye gari aina ya Iveco van yenye namba za usajili wa nchi ya Afrika ya Kusini CN 85 FNGP mali ya kampuni ya usafirishaji ya Makamua Logistic Limited lililokuwa likitokea nchini Afrika ya Kusini kuja jijini Dar es Salaam. Aidha, katika operesheni tulizozifanya maeneo mengine nchini tulifanikiwa kukamata kilogram 2241.45 za bangi, kilogram 1423.28 za mirungi, kuteketeza ekari 18 za mashamba ya bangi na tunashikilia magari manne na pikipiki kumi na mbili. Mafanikio tunayoyapata katika vita dhidi ya dawa za kulevya yanatokana na ushirikiano wa jamii katika kutimiza dhumuni la serikali kulinda kizazi chetu na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Jamii yetu inayo nguvu kubwa ya kubadilisha mwelekeo mbaya wa vijana na kuwafanya kuwa na mwenendo mzuri kwa kwa kuwafanya wawe na mwenendo mzuri utakaosaidia mustakabali wa taifa letu Tanzania kuendelea kuwa na amani na ustawi wa jamii. Tuendelee kusimama pamoja kuhakikisha tunalinda vizazi vya sasa na vijavyo dhidi ya dawa za kulevya. Na operesheni za dawa za kulevya nchi nzima zitaendelea na kuhakikisha kwamba wahalifu wote wanaojihusisha na biashara, uzalishaji na matumizi ya dawa za kulevya hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Asanteni sana kwa kunisikiliza.